o cha mwaka wa fedha 2023 2024 mashirika kadhaa yaliendelea kupata hasara, jambo linaloashiria uwepo wa changamoto za kiutendaji na kiuongozi. Hali hii inahitaji ufuatiliaji wa karibu na kuchukuliwa hatua za haraka kiusi, za kiusimamizi ili kuhakikisha mashirika hayo yanafikia viwango vya tija na no ufanisi vinavyotarajiwa. Shirika la Reli Tanzania lilipata hasara ya shilingi bilioni 224, ikilinganishwa shilingi bilioni 102 na, na mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kupungua kwa mapato ya usafirishaji kutokana na uhaba wa vichwa vya treni na mabehewa pamoja na mvua kubwa iliyosababisha kufungwa kwa njia kwa miezi minne. Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 29.01 ikiwa bilio ni ruzuku kutoka serikalini. Kama ruzuku hii singetolewa, shirika lingepata hasara ya jumla ya shilingi bilioni 253. Ni muhimu kuzingatia kuwa taarifa hii haihusu kipindi kilichoishia, inahusu kipindi kilichoishia tarehe 30 Juni 2024, kabla ya kuanza kutumika kwa treni ya standard gauge, kwa maana ya SGR. Kwa hiyo mapato ya SGR hapa hayapo. Mheshimiwa Rais, napendekeza shirika la reli Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi wa utendaji kazi wake ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua za madhubuti za kupunguza gharama. Liandaye mpango wa kina wa kupata injini za treni na mabehewa ili kukidhi mahitaji ya usafirishaji Ndege Tanzania. ya ndege Tanzania. Mweshimua rahisi, kampuni ya ndege Tanzania ilipata asara ya shilingi bilioni 918 ikiwa ni ongezeko la asilimia 62 kutoka shilingi bilioni 56.6 mwaka uliopita. Hasara hii ilitokana na gharama kubwa za matengenezo ya ndege na hitilafu za injini, ambapo ambapo ndege za aina Airbus zilikaa muda mrefu bila kufanya kazi zikisubiria injini. Pia shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 99.8 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Mheshimiwa Rais, kama ruzuku hii isingetolewa hasara halisi ya shirika la kampuni ya ndege ingefikia shilingi bilioni 191.6. Napendekeza kampuni ya ndege Tanzania, shirika na serikali kufanya utafiti kuhusu njia nzuri zaidi za uendeshaji wa ndege kwa kuzingatia masuala ya kifedha na kiuchumi ili kuongeza ufanisi wa uendeshaji. Mheshimiwa Rais, shirika la mawasiliano Tanzania TTCL ilipata hasara ya shilingi bilioni 27.78 mwaka wa fedha 2023-2024. Ongezeko hili ni kutoka shilingi bilioni 4.32 ya hasara kwa mwaka uliyopita. Hasara hii ya mwaka huu inachangiwa na ongezeko la gharama baada ya kuhamishiwa mkongo wa taifa na kituo cha taifa cha data, licha ya kukusanya mapato takriban kiasi cha shilingi bilioni 24 kutoka Mkongo. Fedha hizo hazikuhasibiwa kama mapato ya TTCL. Badala yake ziliingia kwenye mfuko mkuu wa serikali ili kulipia deni la Mkongo. Kutokana kutopata mapato hayo, shirika limeendelea kupata hasara kubwa na kukosa fedha kwa ajili ya uwekezaji. Kama mapato ya Mkongo yangebakia TTCL, shirika lingeweza kupunguza hasara kwa takriban asilimia 86 au hata kupata faida kidogo. Mheshimiwa Rais, napendekeza deni la na Mkongo wa taifa lilipwe na hazina kama ilivyo kwa madeni mengine ya taifa na mapato yanayopatikana kupitia Mkongo huo yaachwe yakusanywa kusanywa na TTC, TTCL ili kuwezesha shirika kujiendesha kwa ufanisi. Shirika la Posta TPC. Shirika lipata hasara ya shilingi bilioni 23.63 ikilinganisha ikilinganishwa shilingi bilioni 1.34 mwaka uliopita. Hasara hii ilichangiwa na kushuka kwa mapato kwa asilimia 20 na kuongezeka kwa gharama kwa asilimia 46. Shirika lilitumia kiasi cha shilingi bilioni 3.36 ikiwa ni ruzuku kutoka serikalini. Bila ruzuku hiyo, hasara ya shirika ingefikia shilingi bilioni 26.96. Pendekeza shirika la Posta la Tanzania lijikite katika kuboresha ufanisi kwa utendaji ili kuongeza ukusanyaji wa mapato na kutekeleza hatua madhubuti za kupunguza gharama. Aidha, Mheshimiwa Rais, serikali ipitie upya mfumo wa utoaji wa ruzuku kwa mashirika ya umma ili kuhakikisha unazingatia tija na matokeo badala ya kuendelea utegemezi wa fedha usio na mabadiliko kiutendaji. Mheshimiwa Rais, mwenendo wa kampuni ya kutengeneza nguzo, nguzo za zege Tanzania kampuni ya kutengeneza nguzo za zege Tanzania ambayo ni kampuni tanzo ya TANESCO ilianzishwa kwa lengo la kuzalisha nguzo za zege za umeme, nguzo za zege na kufanya upimaji wa ubora wa bidhaa hizo hapa nchini. Hata hivyo hadi sasa kampuni hiyo haijatekeleza jukumu hilo la msingi ipasavyo. Hadi kufikia mwaka wa fedha 2023/2024, kampuni ilipokea shilingi bilioni sita kutoka TANESCO ambapo shilingi bilioni nne zilitengwa kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda na maabara ya kupima ubora wa nguzo. Na shilingi bilioni mbili kwa ajili ya gharama za uendeshaji. Licha ya mpango hiyo, fedha nyingi zilitumika kulipa gharama za kawaida na kulipa wazabuni wa nje wanaotengeneza nguo badala ya nguzo badala ya kampuni yenyewe kufanya kazi hiyo. Kwa zaidi ya miaka kumi tangu kuanzishwa kwake, kampuni bado haijaanzisha uzalishaji wa nguzo wala kuwa na maabara yake ya ndani, jambo linalofanya yaendelee kuwa tegemezi kwa huduma kutoka nje kwa sasa kampuni hiyo haitekelezi jukumu lake la msingi kama ilivyokusudiwa. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa kampuni hii imeshindwa kutekeleza majukumu yake tangu imeanzishwa, napendekeza kampuni hii ivunjwe na shughuli za uhakiki wa ubora zizo zinafanywa na idara ndani ya TANESCO. Mheshimiwa Rais, uwekezaji ut, usio na tija kwenye kampuni ya East Africa Cables Tanzania Limited. Mnamo mwaka 2005, TANESCO iliweka shilingi milioni 31.8 kwenye kampuni ya East Africa Cables Tanzania Limited. Ikimiliki asilimia kumi ya hisa kwa zaidi ya miaka 17, hakuna gawio lililopatikana na kampuni imekuwa ikipata hasara mfululizo, kwa maana kampuni ya East Africa Cables imekuwa ikideclare loss miaka yote hiyo. Lakini mwaka 2017, TANESCO ililipa ilipa kampuni hiyo shilingi bilioni 6.74 kama malipo ya awali ya vifaa, lakini hadi Novemba 2024, miaka saba baadaye, hakuna kifaa kilichowasilishwa, huku mkataba na dhamana ya benki, benki vikiwa vimeisha muda wake. Hali hii inaleta hatari ya kupoteza fedha hizo kwa maana ya shilingi bilioni 6.74. Mheshimiwa Rais, Tanesco inashauriwa kufanya tathmini wekezaji huu na ichukue hatua za haraka kudai malipo ya awali ya shilingi bilioni 6.74. Mheshimiwa Rais, madeni ya Tanesco kwa IPTL na urejeshwaji wa fedha za Tegeta Escrow. Tanesco inadaiwa shilingi bilioni 238.71 na kampuni ya IPTL ikijumlisha deni halisi la shilingi bilioni 111.48 na riba ya shilingi bilioni 127.22 pamoja na mgogoro kuhusu kutohu kutohuishwa kwa leseni ya IPTL kati ya mwaka alfu mbili kumi na saba hadi ishirini na mbili kampuni hiyo imewasilisha madai mengine mengi ya fidia, gharama za uzalishaji na ada za kisheria, huku TANESCO ikidai kuwa mgogoro huo ulishatatuliwa kupitia kesi namba 2 namba 200 ya mwaka 2015. Kwa upande mwingine, Mheshimiwa Rais, hadi Juni 2024 IPTL ilikuwa haijarejesha dola za Marekani milioni 148 sana shilingi bilioni 389.83 zinazodaiwa na serikali tangu Februari 2022 .20. zilizotokana na makubaliano kufu kuhusu fedha za Tegeta Escrow. Inapendekeza kuwa serikali ifanye tathmini kamili ya madai yote ya madeni yanayohusiana na kampuni ya IPTL ili kubaini uhalali wake, usahihi wake na utekelezaji wa makubaliano ya kisheria. Vile vile vile serikali inapaswa kutekeleza wajibu wa urejeshaji wa fedha inazodai, inazodai kampuni ya IPTL kiasi cha dola za Marekani milioni 148 kwa kuzingatia mkataba wa makubaliano wa mwaka wa 2021 kuhusu fedha za Tegeta Escrow. Mheshimiwa Rais, matumizi yasiyo na tija bilioni 371.42. Mamlaka 12. Mashirika kumi na mbili kati ya mia mbili kumi na saba yaliyokaguliwa yalibainika kutumia rasilimali fedha kwa matumizi yasiyoleta thamani kwa taasisi. Matumizi haya yalitokana na riba na faini za ucheleweshaji wa kulipa kodi, michango ya pensheni na makato ya kisheria, ucheleweshaji wa malipo kwa azabu.